Sasa mimi ninachosema eh, leo wanataka waingie madarakani ndio wanajipaka mapinduzi, wanajipaka sijui, nchi hii haitolewi. Nchi hii eh, nchi, hai- nchi ya shangazi yako, ya baba yako, ya mjomba wako? Zanzibar ni ya wananchi wa Zanzibar. Zanzibar ya wananchi wa Zanzibar. wana nchi hii si ya chama, nchi hii si ya familia, nchi hii si ya mjomba wake mtu wala ya baba yake mtu. Tunachosema kwamba nchi hii tuna taratibu tumejiwekea, nchi hii tunachotaka, hatutaki kitu kikubwa sisi wala hatuombi, ni haki yetu haki yetu kupata uongozi, kupata viongozi watakaokuendesha kwa mujibu wa sheria, katiba yetu kwa mujibu wa taratibu zetu, kwa mujibu wa ustaarabu, mila na desturi zetu.